wa wilaya ya Temeke Sofia Mjema amewataka watendaji wa wilaya hiyo pamoja na wazazi kushirikiana kukomesha tabia iliyoripotiwa ya wanafunzi kuanzisha makundi yasiyofaa ambayo yamekuwa yakiwafanya kutohudhuria ya shuleni. Agizo hilo amelitoa wakati akikabidhiwa mifuko mia sita ya saruji kutoka taasisi ya GSM Foundation katika shule ya msingi Mbande iliyopo katika wilaya ya Temeke ambapo mwenyekiti wa kamati ya shule hiyo alimpatia taarifa ya kuibuka kwa makundi mbalimbali yanayoanzishwa na wanafunzi wa shule hiyo, taarifa ambazo wanazifanyia kazi ya watoto wetu ambao hawahudhurii masomo. E, kundi la kwanza wanajiita vijana wa kwetu. Ni taarifa za kiintelijensia tulizozipata, halafu alafu a wanaita wakali wao. Kuna makundi manne moja, nitakuwa nimesahau. Na nilikutana na wazazi wenzangu, tulizungumza hiyo changamoto, na bahati nzuri mkuu wetu wa kituo cha polisi alikuwepo, na wewe yupo, tukasema kwamba tunaingia mtaani kulifuatilia, na siku hizi pia majambazi tunaambia wanawake wanaongoza, naagiza kwa arapisii pamoja na usukiru ambao wa eneo hili wa <laughs> awali mkuu wa shule ya msingi Mbande Dauden Mwakiambiki alisema wanakabiliwa na uhaba wa madarasa wakiwa na wanafunzi elfu tano mia nane kumi na tano, na madarasa kumi na sita tu huku matano kati ya hayo yakiwa hayajakamilika, hivyo kuwalazimu wanafunzi kusomea chini ya miti iwe, iwe mahitaji ya madawati elfu moja mia tisa thelathini na nane akouko madawati elfu moja mia tano na ishirini na sita Bila madarasa, tulikuwa tunakaa nje kwenye miti, na mvua ikinyesha, tunanyeshewa na mvua, hata madaktari yetu yanaloa. Wazazi wenzangu na mimi, naomba tukiwa kama wazazi, uko nyumbani, niwatokea madarasa darasa na kuyafanyia kazi Namaanisha mtoto aliporudi nyumbani, mzazi akifika, unakagua mtoto leo amesoma. Lakini ia tunavosema darasa wanasomea kula wazazi mako wakodizi na waeliu shule hiyo, pia imeonekana kuwa na wanafunzi wengi mno, huku ikikabiliwa na uhaba wa madawati likiwa na madawati 412 wakati hitaji likiwa madawati 1638 uhaba wa matundu ya vyoo 242 upungufu wa walimu pamoja na ukosefu wa ofisi ya walimu. Nikiripoti kutoka kutoka Dar es Salaam ni Dokas Raimus Mtenga wa Channel 10.